ya uzito kundo. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimepigiwa simu hapa, sisi ni enterna yetu islamike Al-Huda. Tumejitahidi kadri na hali kutia nguvu za pamoja kuiweka ndoto zetu hii hapa. Baada ya siku fa kwetu, tutakuja kukumbukwa na matunda tuliyoacha duniani kwa nguvu kubwa na ushirikiano wa mama zangu na waislamu wote ambao wanaendelea kunitia nguvu na kusapoti. Tazame video klipu hiyo. Nimefika hapa nikawaona mama zangu hawa wanaopatikana katika kijiji hichi hapa. Alhamdulillah, nimepewa amana na ndugu yangu ambaye kanambia Hamza taftia angalau watoto wadogo maskini mayatima pamoja na wajane, hii sadaka heri ambazo zitakazopatikana hizi hapa ziende moja kwa moja kwa ndugu yao mama yao familia ambao wametangulia kaburini. Alhamdulillah, amana nimeifikisha. Nadhani unaona mzunguko mkubwa. Hakuna kitu kilichonionyesha hamasa angalia kama wao kina mama walikuwa kutafuta kuni, lakini baada ya kuona kwamba niko hapo, wakaja na wao wamepata chakula hicho angalao kila mmoja nimemfungashia elfu kumi. Hii hapo unaweza ukaiona ni ndogo sana, lakini kwa wao wanaona kama walipata pesa nyingi, kwa sababu kwa elfu kumi kuna chumvi, kwenye elfu kumi atapata mafuta, kwenye elfu kumi angalao watoto unavyoona wadogo wadogo hawa wakiwachemshia chakula na huyo unga tulioweka wakawasongea ugali ni baraka za Mola wetu, na Mungu ateremshe nuru katika kaburi la ndugu zangu ambao familia yake imekuja kuwakumbuka, labda kuna mama ko kaburini, kuna shangazi, kuna mjomba. Mungu aziunganishe kheri hizi na awabarikie na awaweke nuru katika kaburi zao. Mungu anibarikie naendelee kutubarikia sote kwa ujumla, ndugu zangu ambao mnaendelea kunitazama kupitia katika mtandao wetu wa YouTube kupitia Alhuda TV Burundi. Jitahidini sana mama zangu, jitahidini sana kaka zangu, heri tunazozifanya hizi madogo, tunayafanya haya, tuunge nguvu kupitia namba zetu hizo za limikashi, na wewe unaweza kukufikisha sadaka yako, tuunge nguvu kupitia namba yangu hiyo ya WhatsApp. Unaweza ukaniambia, Hamza, nikusanyie na mimi watoto wadogo ambao ni maskini mayatima wakiinua mikono kwa Mola wako, anakufungulia mengi sana. Allah amekubariki katika mengi, njoo tuhakikishe hawa ambao wanapatikana vijijini wanufaike kupitia we. Na namwomba Allah azza wa jalla atulipe, anilipe na wabariki wana Alhuda apopote mlipo pamoja na Waislamu wote ambao wanaendelea kupambana na mimi. Mungu anipe mwisho uliokuwa mwema, vyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda, mwongoza wa jamii.